Hii ni siku nyingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo, ni Simba TV. Ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea kama ambavyo tulikuahidi e, mwisho wa kipindi kilichopita kwamba ndani ya Simba TV katika juma linalofuata, kwa maana ya juma hili, kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea wewe mpenzi mshabiki mwanachama wa Simba Sports Club, unatamani kuyasikia na kuyaona kutoka katika klabu yako. Stori ya kwanza ambayo tunakuletea uh, siku hii ya leo, uzinduzi wa uh, wiki ya Simba kuelekea mchezo wa kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, sisi Simba Sports Club tukianzia nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tukimkaribisha Petro de Luanda, malengo na hamu kubwa Yes, Simba Sports Club kuweza kupata point tatu katika mchezo huo na kujiweka katika hatua nzuri kabla ya kuenda kucheza mchezo wa pili ugenini. Tutakuja kumsikia semaji la CAF kwenye historia ya kwanza, mengi yamezungumza, lakini pia hamasa, jinsi ambavyo ilikuwa maeneo ambayo tumezunguka, tulianzia Buguruni Sheli, tumepita maeneo tofauti tofauti, Gongo la Mboto, tumeenda paka Pugu. Tumefika Chanika e, tukazunguka nyuma, tukaja kutokea Chamazi, Mbande na maeneo mengine, na shughuli nzima ambavyo ilikuwa katika uzinduzi wa hamasa kuelekea mchezo huo, lakini pia mara baada ya hapo tutakuja kusikia press maalum e, Ahmed Ally semaji la CAF alizungumza na waandishi wa habari kuwapa taarifa tofauti tofauti kuhusiana na klabu yao na mengi ambayo pengine walikuwa watamani kuyasikia, na pengine kuna mengine ambayo walikuwa hawajui, na sasa kwenye hii press au kuna hichi ambacho amezungumza semaji la CAF watakuwa wameyasikia na hapa Simba TV tutapata nafasi pia ya kuyasikia. Lakini mwisho pia tutakuja kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo wetu e, wa kikosi cha Simba Queens ambacho kilipata ushindi katika mchezo wa kwanza kwenye ligi kuu ya wanawake. Tulipata ushindi mzuri kabisa dhidi ya Bilo, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa KMC Complex. Tulitoka na ushindi mzuri, lakini pia mabao matatu ambayo alifungwa na Genetics Kangwa na bao moja ambayo lilifungwa na Aisha Mnuka. Tutakuja kumsikia Genetics ambaye alizungumza nakuja kumsikia Aisha Mnuka ambaye alizungumza, lakini pia kocha mkuu wa kikosi cha Simba Queens Musa Hassan Mgosi ambaye amezungumza. Hayo ndio ambayo tumekuletea katika Simba TV ndani ya juma hili. Mimi ni Thobias Sebastian, tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kama ambavyo nilikutaarifu au kukwambia hapo awali. Stori ya kwanza ambayo tunakuletea ndani ya Simba TV katika juma hili ni semaji la KAF ambaye alizungumza katika uzinduzi wa hamasa kuelekea mchezo wa kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, tukicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe ishirini na tatu Jumapili yani mwisho wa wiki hii. Si Simba Sports Club tutakuwa na safari ya kwanza kutafuta point eh, pointi tatu katika mchezo huo wa hatua ya makundi. Semaji la KAF amezungumza, lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kuona maeneo tofauti tofauti ambayo tulipita katika hamasa yetu ya kuelekea mchezo huo. Huyu hapa semaji ya CAF na hapa ni baadhi ya matukio ambayo tulikutana nayo katika uzinduzi wa hamasa kuelekea mchezo huo wa kwanza hatua ya makundi barani Afrika. Asibaki mwana Simba yeyote hapa Kinyamwezi, asibaki mwana Simba yeyote pugu hii. Wana Simba wote, tarehe 23 siku ya Jumapili, tunatakiwa kwenda Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viongozi, hakikisheni mnaratibu safari ya pamoja ya wana Simba wote watawihili na hata wale ambao sio watawihili tuwashawishi tuondoke nao kwa pamoja. Mechi ya JKT dhidi ya Simba mlikuja na kosta moja, mechi hii ya kimataifa tunataka kosta nne kutoka Pugu Kinyamwezi. Tuendelee kuhamasishana, kuhimizana ili wanasimba wote siku hiyo waje uwanjani. Na kwa nini tunataka sana mje uwanjani siku hiyo? Na inawezekana hiki ndio kipindi ambacho tunawahitaji sana ninyi mashabiki wetu kuliko kipindi kingine chochote kile, kwa sababu ya umuhimu na ugumu wa mchezo wenyewe huu. Huyu baba tunayekwenda kukutana naye siku ya Jumapili ni mpinzani mgumu kweli kweli, hivyo ili tuweze kupata ushindi tuweze kupata matokeo mazuri. Silaha yetu namba moja sisi wana Simba ni mashabiki wetu, na ndiyo maana tunatumia nguvu kubwa na muda mwingi kuwaita mje uwanjani, kwa sababu tunajua nguvu yenu. Mkija uwanjani kwa wingi, Benjamin Mkapa ikajaa tu, yule Petro ataki asitaki, atafariki Benjamin Mkapa. Yani hilo halina mjadala, halina mazungumzo. Nyiye mkisha kuja kwa wingi tu uwanjani, tutamfanya vibaya pale hata kaamini macho yake. Kwa hiyo ndugu zangu wanasimba wa Pugu Kinyamwezi, msituangushe, tunawataka Benjamin Mkapa. Kama kuna mtu alikuwa hana mpango, kama kuna mtu mpaka hivi sasa hajafanya maamuzi kama kuna mtu mpaka hivi sasa bado anasuasua tunamhimiza ya kwamba afanye maamuzi hivi sasa ya kuja uwanjani siku ya tarehe 23 na tiketi yako ununue mapema kuepusha usumbufu wa siku ya mchezo naambiwa tayari mmeshanunua tiketi mmenunua ngapi 36 hiyo ni kosta moja sasa wewe si mhamasishaji Hey, endelea kuhamasisha wanapugu kinyamwezi, pita nyumba kwa nyumba. Wanasimba si tunajuana wana, wana, wana. Hey, tunajuana yani, ukimwangalia mtu kwa sura tu amenona amependeza, yule mwanasimba kwa hiyo yeah. Pita nyumba kwa nyumba kuhamasisha wanasimba wenzio bwana, we tarehe 23, twende Benjamin Mkapa, nipe nauli yako ya shilingi elfu tano nipe kijio chako cha ja shilingi elfu tano nikakununulie tiketi alafu usafiri utaondoka kwa pamoja kwenda uwanjani siku hiyo hiyo. Ndiyo kazi yako bwana. Nasib Dangote, una hela au umejida? Dangote hela ipo? <tos> hela <tos> ni kweli, ni kweli, nilio hela unayo Dangote, hela unayo. Kwa ndugu zangu wana Kinyamwezi, sina mengi sana ya kuzungumza tutakapokuja kuzindua tawi hili tutamwagika mengi kweli kweli, lakini kwa sasa ujumbe wangu ambao unawaachia ni kila mwana kinyamwezi siku hiyo <laughs> anunue na aje uwanjani. Kama kuna mtu hajawahi kwenda uwanjani Benjamin Mkapa, huu ndo uwe mtoko wake wa kwanza sasa wa kuja uwanjani. Na kama una wasiwasi utapotea, njoo hapa tawini, tutaondoka kwa pamoja kuelekea uwanjani na tutarudi kwa pamoja, tutakuja kusambaana hapa. Agizo langu la mwisho, tutakapokuja kuzindua tawi kile, kizimba chetu kimeshapitwa na wakati, kwa hiyo mbomoe, mjenge kizimba cha maana, mtu akipita hapa aone kwamba lile ni tawi la watu wa Simba Sports Club. Hilo nadhani, mwenyekiti tumeelewana eh? Umepokea mwenyekiti eh? na tunapokuja uwanjani tarehe 23 kila mwana Simba ahakikishe amevaa jezi ya msimu huu. Mara baada kutoka kumshuhudia Semaji la CAF, e, story nyingine ambayo tunakuletea wewe mpenzi mtazamaji e, wa Simba TV ndani ya juma hili, Semaji la CAF pia Ahmed Ally alifanya mkutano um, maalum na waandishi wa habari na kuwapa ratiba nzima ya Simba Sports Club kwenye uh, shughuli ambazo tutaelekea au tutazifanya kwenye juma hili mpaka kuelekea katika siku yenyewe ya mchezo. Lakini pia amezungumza kuhusiana na uuzaji wa tiketi, amezungumza kuhusiana na wachezaji ambao wana changamoto ya majeraha, kwa maana Abdulazaki Hamza na goalkeeper Musa Kamara Pimpin. Lakini pia amezungumza vitu vingine vingi vizuri eh, ambavyo wewe mpenzi mtazamaji mshabiki wa Simba Sports Club ulikuwa unatamani kuvisikia na kuviona. Huyu hapa semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza kuelekea katika mchezo huo. tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili, nina mlango Musa Pimpin Kamara ambaye ameondoka jana amekwenda Moroko kwa ajili ya matibabu, na kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki, ku, wiki kumi mpaka nane, kwa maana miezi miwili fulani hivi, atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club, lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma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 unapata kadi ya kuingia na gari yako uwanjani, na unapofika uwanjani unakwenda kuketi kwenye viti vya VVIP, ambapo utapatiwa huduma ya chakula na vinywaji kwa kipindi chote ambacho mechi itakuwa inaendelea. Huduma yote hizo unapata kwa shilingi laki mbili na elfu hamsini pekee. Asante sana. Tuna tiketi za platinum kwa shilingi laki moja na elfu hamsini. Ukinunua tiketi ya platinum unapatiwa jezi ya kimataifa, jezi mpya, unapatiwa usafiri wa kutoka hotelini kupelekwa uwanjani, kutoka uwanjani kurudi mpaka hotelini, mkisindikizwa na king'ora kwenda na kurudi uwanjani na mkifika uwanjani, mnapelekwa kwenye siti zenu, mnakaribishwa pale na wadada wa kueleweka, wanawapatia huduma mbalimbali mbali, za vinywaji na vyakula. Baada ya mechi, mnarejea tena kwenye mabasi yenu na kurejea hotelini. Baada ya hapo, tunasambaana tunakwenda kushangilia ushindi. Bei yake ni shilingi laki moja na elfu hamsini kwa anayehitaji tiketi ya Tanzanite na tiketi ya Platinum, hii unaipata kwa kupiga simu kwa namba 0742771311. Kama unahitaji tiketi hii ama tiketi hizi, piga simu kwa nambari 0742 Saba, saba, moja, tatu, moja, moja. Utapiga simu utaweka booking utalipia tiketi yako na kusubiri maelekezo mengine namna ya kupewa zawadi zako kutoka Simba Sports Club. VIPA ni shilingi elfu thelathini. Asante. VIPB ni shilingi elfu ishirini

Uh, katika juma hili uh, ligi kuu ya wanawake ilianza na sisi Simba, uh, Simba Queens tulicheza mchezo wa kwanza katika uwanja wa KMC Complex tukifanikiwa kupata pointi tatu katika mchezo huo wa kwanza, lakini pia tukifanikiwa uh, kufunga mabao manne dhidi ya bilo mabao katika mchezo huo. Mabao matatu yalifungwa na streka hatari mnyama Gentrix Shikwanga, uh, Gentrix Shikangwa ambaye yeye Alifunga mabao matatu lakini pia Aisha Mnuka ambaye yeye alifunga bao moja, ushindi wa bao manne kwa bila dhidi ya Bilo. E, mara baada ya mchezo kumalizika, kocha mkuu wa kikosi cha Simba Queens Musa Hassan Mgosi alizungumza utapata nafasi ya kumsikia lakini pia wachezaji hao wawili ambao walifunga mabao katika mchezo huo, utapata nafasi ya kuwasikia, lakini mwisho kabisa tutapata kuangalia uh, baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo. Hizi hapa interview za watu ambao wamezungumza, lakini pia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo. Ilikuwa ni mgumu kwa sababu ya kufikiria katika timu ambazo ziko ligi kuu ya wanawake, ni timu ngumu obvious, kwa sababu timu mpaka imepanda, ina maana sio timu nyepesi, ni timu ngumu, na unajua kabisa wanakuja huku, mambo yatakuwa ni magumu, kwa hiyo mchezo ulikuwa ni mzuri na ni mgumu lakini tuliweza kumainteni kwenye dakika 90. 45 za mwanzo hatukuweza kuwa na mchezo mzuri, lakini tunashukuru makocha waliweza kuona, wakaenda kutuambia mawili matatu ndani ya vyumba, tumerudi tumeweza kufanya vile ambavyo tumeelekezwa na makocha, mchezo ukawa ni mwepesi kwa upande wa kipindi cha pili. Tunashukuru tumeweza kupata matokeo uh, pengine mashabiki walitarajia hii leo tutafunga mabao mengi haswa kwenye kipindi cha kwanza ambacho eh, mechi ilimalizika bila bila. Kwa nini? Tunacheza na timu ambayo yenyewe ndio msimu wake wa kwanza kucheza ligi kuu ya wanawake. Unadhani ugumu ulikuwa wapi? Ugumu ulikuwa ni kwamba sisi tunaenda kucheza na timu ambayo kwanza, hatujawahi kucheza nayo, hatuijui jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo ndio maana kipindi cha kwanza ilikuwa ngumu sana na watu walitamani sana sisi tufanye vizuri zaidi lakini Yani, ni, yani niseme ni kama tulikuwa tunasomana kusabu, si kama wawo, kwa sababu sijajua kama wao walishawahi kucheza na sisi kwa baadhi ya mchezaji mmoja mmoja, lakini sisi hatukuweza kucheza nao. Ina maana hatukuweza atu, kujua wao jinsi gani wanacheza na ndio maana ikawa ngumu, lakini kipindi cha pili baada ya kuwa tumeshawajua sasa vipi wanacheza nini wanafanya, na maana kocha pia akatusaidia kutuongezea maarifa, tukajua kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kwa kwa hiyo ndio maana ikawa rahisi pia kipindi cha pili kwenda kufungua na kucheza na kuweza kupata magoli. Sawa, kwenye hiko kipindi cha pili unadhani ubora ulikuwa wapi zaidi tukapata mabao manne kipindi cha pili? Ubora ambao ulikuwa ni kwamba tulikubali kufanya kile ambacho wao walikuwa wanafanya, sisi tukafanya maambili yao, kwa maana kwamba ya mikimbio, tuliongeza mikimbio zaidi, lakini pia tulikubali tucheze kwenye eneo letu ili wasogee, sisi tuweze kufanya Movement nyuma yao na ni kitu ambacho kilitufanya tumefanikiwa, lakini wao pia nafikiri walienda chini, afu sisi tukainuka. Ina maana wao walikuwa wanashuka, sisi tunapanda, kwa maana kwamba kuna kitu tunatafuta. Sijajua wao kwa upande wao likoje, lakini mimi nafikiri ni hivyo. Tumeweza kufungua kupata nafasi, pitisha mipira, penetration zile, na tumeweza kufanikiwa. Ukija kuangalia magoli mengi ambayo tumefunga ni running nyuma yao kuyo. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa tumeweza kupata pointi tatu mechi ya kwanza kwenye mabao manne ambayo umefungwa, hii leo umefunga bao moja, tutarajie kile ambacho umekuwa ukifanya msimu kadhaa nyuma ya, yeah, hayo ni matarajio yangu na ni malengo pia mm. Koo, naamini mechi ya leo imekuwa ni mwanzo na ni, ni mwanzo na itakuwa ni mwendelezo si hapa, kwa sababu malengo ni mbali zaidi ya hapa koo, tutarajie makubwa zaidi ya haya kwa niaba ya wa wachezaji, wewe eh, ndio unaoza katika mchezo huo wa leo. Kwa niaba ya wa wachezaji, mashabiki wametusapoti eh, na kile ambacho tunaelekea kwenye ratiba inayofuata. Kwa niaba ya wa, wachezaji na upande wa mashabiki pia, mimi ninachowaomba ni kwamba waendelee kutusapoti, hii ni timu yao, sisi bila wao hatuwezi kufanikisha kwa sababu sisi tunawategemea wao ili tufanikishe, na namaana wao kuja kutusapoti sisi, na tupo morali pia sisi ya kuendelea kufanya vizuri, na maana wao wasipokuja sisi nitakuwa tunayumba kwao. Mimi ninachowaomba ni kwamba wasichoke, wasi kutusapoti, waendelee kutusapoti sisi, ni timu na wao ni timu ya pili pia, kwa hiyo uwepo wao ni kufanikisha kwetu. Mimi ninachoomba waendelee kutusupport sana, wasikate tamaa na sisi kwa sababu malengo yetu, furaha yetu ni furaha yao. Kwa hiyo waendelee kuja kwa wingi kuendelea kutusupport kutu, kutu. ligi ndio imeanza, kwa hiyo, wasi, wasi wasikate tamaa kwa sababu ndo tumeanza ligi, naamini mazuri yanakuja zaidi ya haya. Uh, mechi imekuwa ngumu. first half tulikuwa tumejipanga vizuri, ah, opponent wetu walikuwa uh, wameshatujua, so walikuwa wanabaki kwa kuji kwetu. so second half tulikuja na mentality ya kucheza kwao So, tulitaka ushindi. Ndio maana tumecheza kwako kwa tuwapata bao. Kwa nini tulishindwa kufanya hivyo kwenye first half? Hatukua tumechukua hiyo mind haraka hatuku hatuku read match. Yeah. Kutoka eh, kwenye Ngao ya Jamii hadi hii leo nini ambacho kimebadilika kwenye timu yetu? Ah, timu yetu imebadilika sana. Ni ile tu communication ndio bado tuko chini but tukiendelea tutakuwa sawa. Sawasawa, turudi sasa kwenye kipindi cha pili. Eh, dakika 45 za kipindi cha pili tumefunga mabao eh, mabao manne tuliwawini kwenye maeneo gani opponent? Ya kwao ile yenye tulishinda first half ndio tumefanya second half, tulianzia kwao na hapo ndio walishindwa kutoka. Sawa, tuje kwako wewe, umefunga mabao mawili, kile ambacho ulimaliza uli, nacho msimu uliopita umekuja kuanza nacho msimu huo. Mechi ya kwanza ya ligi kuu ya wanawake unafunga mabao mawili, sijajua lile la tatu utapewa wewe au kuna deflection kwa sababu mpira ulikuwa unaelekea unaelekea golini uh... Tunaendelea penye tuliachia yeah. So sahi tunapigania ubingwa na kuwa kuwa kuwa top top scorer, scorer? Unatamani? Natamani top scorer. Kwa unavyojiona au unavyofikiria pengine kama una malengo umeweka msimu huu unatamani kuwa na malengo aina gani? uh, msimu huu natamani ni kuwa na mabao thelathini yeah. na nipate timu maybe ya nje yeah. Kwa maana umeshafunga mawili kama si matatu, kuna mechi ya leo unadaiwa mabao 28. Eh, yeah. na Na nitatimiza kutimiza. Haya, kila la. <laughs> Asante. Oh. Ah, mechi imekuwa ni ngumu kwa sababu ukicheza na timu ambayo unajiandaa ukacheze nayo lakini uijui ina wachezaji gani, ni timu ya aina gani, inakuwa ina ina ni wakati mgumu sana. Kwa timu ya leo ambayo uliocheza nao ni, wapongeze kwa maana, ni timu ambayo imekuja ligi kuu lakini ina mipangilio mizuri ambayo wamekuja nayo. Wakipaki basi na sisi ifanya nabaki sana kwetu kwa kucheza mpira hatimaye kwa kwa wakafunguka na tukafanya vizuri katika mechi ya leo. Kwenye maeneo gani tuliwawini? Kipindi cha pili tukafunga mabao manne. Ah, niliwaambia wachezaji wangu, kwa maana kama wao wanabaki wanapaki wana, wana, wana basi kwa maana wanacheza low block, ina maana sisi tutakuwa tu intelligence zaidi kutokana na uwezo tuliokuwa nao, lakini hem tuongeze kwa kwenda kucheza hivi, kwa maana tulicheza 433, lakini 433, wale watatu wa mbele walikuwepo wana tanua sana kwa maana wakitanua na wale tunapa nafasi za kuweza kufanya kukamilisha ile low block yao. Kwa maana nishaweza kuambia kwa maana ni mbinu ambazo nazizungumza kwenye nyumba yake na wengine pia wakazifahamu lakini inakuwa kidogo. Lakini nashukuru Mungu kwa maana kipindi cha pili niliweza kurekebisha kutokana na hicho ambacho tumekiona na ikawa rahisi kwa sababu tumwambia wale watatu wastanue juu, wafinye ndani, waache mafubeki wapite. Na midfield kipindi cha kwanza, walikopo wana uharaka kupiga sana pasi za kwenda mbele kuforce goal. Kwa maana tuachane na kusofu goal, tutuze kwa mpangilio tucheze pasi katikati, tuwasubiri mafulubeki wapite, tuwaekee wakapiga crossi, sisi tuweze kufanya tukafunga, na hatimaye tumeingia na mfumo huo au, au re na takwimiza ambazo tumeona wao wana makosa eneo gani, na hatimaye wakaingia kile ambacho sisi tumepangilia pincha pili, na magoli kwa rahisi na kuweza kufunga hatimaye eh, mnuka ameendelezea au amerudi ame kama ambavyo alimaliza msimu uliopita kwa kufunga mabao hivyo hivyo, kwa shikangwa ulikifanyia kazi katika uwanja wa mazoezi au kimetokea hii leo kwenye uwanja wa mechi. Tumefanya sana kazi, tumefanya kazi, kwa sababu timu yetu sisi baada ya ngao ya jamii tuliangalia tupo vipi na tunakwenda vipi kwenye ligi. Kama tunahitaji kupata kile ambacho tunakihitaji kwa maana kuchukua ubingwa, ni lazima tufanye kazi, kwa maana tukafanya kazi tukiwa mazoezini. Kwa maana vitu yote ambavyo unaviona hapa vimetokea hii kupiga pasi, kufanyaje, kufanyaje, havijatokea automatic kwenye mechi, maana tumefanyia kazi mazoezini, na hata magoli ambayo anayafunga. Lakini pia umeona leo katika kona ambazo wanacheza ni mipango ambayo ina kila kitu ambayo ni mipango ambayo vinakuepa, tumefanyia kazi mazoezini, wamekuja kuviapply kwenye mechi. Kwa hiyo ni shukuru kwamba kwa wachezaji wameweza kufanya kile kitu ambacho tunawaelekeza mazoezini wamweze kufanya kile kitu ambacho tunahitaji. Katika msimu huu tuone kwamba tunakuja kwenye mechi, tunakuja kupambania timu, tunakuja kupambania kile kitu ambacho tunakihitaji, kwa maana ya malengo yetu kufikia ni lazima tuweze kushinda, sio draw wala kufungwa. Nadhani wewe mpenzi mtazamaji utakuwa umeenjoy vyote ambavyo tumekuletea ndani ya Simba, uh, Simba TV ndani ya juma hili kuna mengi mazuri pengine ulikuwa unatamani kuyasikia, kuna mengi mazuri ambayo pengine ulikuwa ukijiuliza. Hapa Simba TV ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi za Simba Sports Club, na kama si hapa, basi ni katika mitandao yetu ya kijamii ya Simba Sports Club ndio maeneo ambayo unaweza kupata taarifa rasmi za klabu yako pendwa. Achana na maeneo mengine tofauti tofauti, katika vijiwe vya soka na maeneo mengine. Maeneo hayo lolokutajia, ndio maeneo sahihi ya wewe mpenzi, mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, na hata yule ambaye unapenda kufuatilia taarifa za Simba Sports Club. Ndio maeneo ambayo unaweza kupata taarifa rasmi za Simba Sports Club. Mimi ni Tobe Sebastian, ambaye nilikuwa nakuandalia Simba TV ndani ya juma hili, nikitokea hapa Pugu Kinyamwezi, ndio mahala ambapo Simba TV imezalishwa ndani ya juma hili. Bye.